Watumiwa hao wameachiwa huru katika Mahakama ya Wilaya Ilemela katika kituo jumuishi cha utoaji haki kilichoko Busweru kwa hakimu mkazi mkuu Christian Mwalimu na Stella Kiama wa mahakama ya wilaya Ilemela. Watumiwa hao wakidaiwa kutenda makosa hayo kati ya Oktoba 28 na 29 mwaka huu katika maeneo mbalimbali ya wilaya Ilemela. Akisoma mashtaka kwa nyakati tofauti mbele ya mahakimu hao, mwendesha mashtaka mwandamizi wa serikali Safi Kashindi amesema watumiwa hao wameachiwa huru kwa kifungu 92 moja, sura ishirini iliyofanyiwa marejeo mwaka 2023. Aidha, mwendesha mashtaka wa serikali huyo amezungumzia watu saba waliobaki wakiendelea na mashtaka yanayowakabili huku wanne kesi yao ikiwa ni namba 26641 mkwaju 2025 na wengine watatu kesi yao ikiwa ni namba 26565 mkwaju 2025. Nje ya mahakama hiyo mwanasheria kutoka Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS kanda ya Mwanza, Linus Amri, ameeleza mwenendo wa kesi huku baadhi ya wananchi ambao ndugu zao wameachiwa huru wakishukuru serikali kwa hatua hiyo. Tuna, tunaendelea kutoa uwakilishi ambao ndio kazi ya muhimu sana katika nafasi ya Tanganyika Law Society. Kazi hii imeonyeshwa wazi kwamba kweli mwitikio ni mkubwa sana kwa upande wa tetezi na tunawashukuru wote ambao ni mawakili wamejitolea katika kusimamia kuweza kutetea na kusimama vyema kutafuta haki ya kila Tanzania ambaye ameguswa na jambo hili. Haki hiyo imetendeka ni pale ambapo naona kwamba baadhi ya watuhumiwa wameondolea ya makosa yao na sasa hivi wamerudi katika majukumu yao ya kujenga uchumi wa nchi. Ninashukuru sana serikali ya Tanzania ya Jamhuri ya Muungano, kwa sababu imewaachia watu ambao walikuwa hawana hatia na kweli serikali yetu imetenda haki. Mimi nimefurahi na pia niombi kama wananchi tena mama atusikilize kwamba wale pia ambao wamebakia ambao walikuwa kwenye hili sakasaka hii tukio, tulikuwa tunaomba kama yani, tunaomba ili waweze na wenyewe kupata uhuru kama sisi tulivyoachiliwa leo. Suzetu, watuhumiwa hao saba wamerudishwa rumande hadi Desemba mosi mwaka huu ambapo kesi hiyo itatajwa.